Bilionea avunja chumba cha mtumishi mjamzito. Aliyoyona kimshangaza. Bilionea, bilionea Moses, alitembea haraka katika jengo lake la kifahari Karen, Nairobi. Sauti za magari na vumbi la barabara za mjini hazikumsaidia kumfanya apumzike. Lakini leo, moyo wake ulikuwa mzito zaidi kuliko kawaida. Alipewa ripoti kuwa mtumishi wake wa muda mrefu, Amina alikuwa mjamzito. Hata hivyo ripoti hiyo ilionekana kuwa na mvuto wa siri uliomfanya asisimke zaidi. Bilionea Moses hakutaka kuamini. kama ni kweli hii ni kweli? alijiuliza, huku akipiga hatua chungu. Hali ya nyumba ilikuwa tulivu. Jengo lake la kifahari lilikuwa na utulivu usio wa kawaida, lakini moyo wake ulikuwa na ghasia. Aliamua kuvunja chumba cha Amina bila kumtambulisha, akihitaji kujua ukweli. Alipofika, macho yake yalijikuta yakifunguliwa na tukio ambalo lingebadilisha maisha yake milele. Kiti cha Amina kilikuwa tupu, lakini jambo la kushangaza lilikuwa mezani. Barua ndogo iliyoandikwa kwa hisia na kutia hisia zake za kweli. Bilionea Moses alikusudia kufungua barua hiyo taratibu. Ilikuwa imeandikwa kwa inwa mweusi na maneno yaliyokuwa na uchungu na upendo. Bila wewe, sitakuwa na nguvu ya kusonga mbele. Amina aliandika. Mwili wa Moses ulijaa hisia changamano: mshangao, shaka na huzuni. Alihisi moyo wake unapiga kwa kasi, lakini akili yake ilikuwa imechanganyikiwa. Alijua Amina alifanya kazi kwa uaminifu mkubwa, lakini kila mara alijua pia kuna siri kubwa iliyokuwa ikimlazimisha. Moses alihisi haja ya kumjua zaidi, lakini pia hakuwa na uhakika kama anapaswa kuingilia maisha yake binafsi. Giza la usiku lilijaza chumba hicho kikubwa. Hata hivyo, sauti ndogo ya mapenzi na huruma ndani yake ilimfanya apige hatua moja, kuangalia chumba kwa makini. Kila kona ilikuwa safi. Kila kitu kilikuwa kikiwa sawa, lakini mabadiliko madogo kwenye meza, kama kipande cha keki kilichobaki, kilimwambia kwamba Amina alikuwa na siri kubwa. Asubuhi iliyofuata, Moses alikutana na Amina kwenye jikoni. Aliweza kuona uso wake wa huzuni na macho yaliyokuwa na woga. "Amina," Moses alianza kwa utulivu, nimeona barua yako, naweza kujua ukweli? Amina alikosa maneno kwa sekunde chache. Mwisho alisogea karibu na kioo cha dirisha na kusema, bwana, maisha yangu yamekuwa changamoto, lakini kila hatua niliyofanya ilikuwa kwa ajili ya familia yangu. Moses aliketi karibu, akihisi hisia zake zinakutana na zile za Amina. Hali ilijaa unyenyekevu na hofu ya siri zisizo wazi. Hapo aliamua kumtaka Amina aelezee yote bila hofu, bila kuogopa hatima yake. Lakini aliyeficha zaidi ni kwamba Amina alikuwa na mtoto, na jambo hili lilikuwa na maana zaidi kuliko ya yote aliyokuwa amefikiria. Amina alifungua kiganjani mwake kwa tahadhari. Bwana, sijui ni namna gani ningeanza kusema, lakini nimepata ujauzito. Na mtoto huyu ni wa mtu ambaye hakutaki kunitambua. Moses alikusudia kusema kitu, lakini hakuweza. Hisia zake zilikuwa changamano, huzuni kwa kifo cha ndoto zake, hofu kwa hatima ya Amina na mshangao kwa siri hii iliyokuwa njiani. Kwa nini hukunipa taarifa? Moses aliuliza kwa sauti ndogo. Amina alikazia macho yake chini, akijua kila neno la uongo lingebadilisha kila kitu. Nilihofia kuwaongeza huzuni kwenye maisha yako na ya familia yako, alijibu kwa upole. Moses alikumbuka kila wakati alijaribu kuwa msikivu, lakini sasa kila kitu kinasogea haraka kuliko alivyotarajia. Bilionea Moses alihisi moyo wake unavunjika. Alijua kwamba hatoweza kurudisha muda lakini pia alijua kwamba hataki kumlaumu Amina. Aliamua kumsikiliza kwa makini, akijua kila neno lina umuhimu. Amina alisema, bwana, nina hofu lakini sijui nitakuwa na nguvu ya kumlea mtoto peke yangu. Moses alihisi huruma isiyo na kipimo. Alijua kuwa uamuzi huu ungeathiri maisha yake yote. Mara moja alichukua mkono wake wa Amina na kusema, tutashughulikia haya pamoja. Hakuna kitu kinachoweza kutupoteza ikiwa tutashirikiana. Usiku huo, hali ya chunga hicho ilikuwa ya huzuni na matumaini kwa wakati mmoja. Mvua ilianza kunyesha nje, huku sauti ya mvua ikiunganisha hisia hizi za huruma, mshikamano na mapenzi yasiyo ya kawaida. Wiki chache baadaye, Moses alikusanya familia yake. Alikuwa na hofu ya jinsi baba yake wapenzi wake na wafanyakazi wake wangekabiliana na habari hii. Lakini alijua hakutoweza kusalia kimya. Kila mmoja, Moses alisema, nina jambo la kusema, ni kuhusu Amina na mtoto wake. Wazee waliketi kimya, macho yao yakimkalia Moses. Hali ilikuwa ya kutetemeka, lakini Moses alihisi uzito wa uaminifu. Aliendelea akielezea kila kitu bila kuficha hisia. Mwisho, familia yake ilifurahia uamuzi wake wa kushirikiana, ikimpa Moses na Amina nguvu ya kuendelea mbele bila hofu. Hii ilikuwa hatua kubwa na alijua kuwa uamuzi huu ungeathiri maisha yao yote kwa muda mrefu. Baada ya uamuzi huo, Amina na Moses walijenga mpangilio mpya wa maisha. Moses alihakikisha Amina alihisi huru, salama na kuthaminiwa. Watumishi wote waliona mabadiliko haya na nyumba ya kifahari ilijaa furaha mpya. Mara kwa mara, Moses alichukua muda kuzungumza na Amina, kuelewa kila hisia na kumsaidia kuandaa ndoto zake za baadaye. Hali ya familia ilibadilika, na hata watoto wa wengine walijionea upendo wa kipekee wa huruma na mshikamano. Moyo wa Moses ulijaa upendo usio na kifani. Na kila hatua waliochukua pamoja ilithibitisha kuwa siri na uaminifu vinaweza kuunda nguvu ya ajabu. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Kuna wale waliokuwa na hasira kwa sababu ya uamuzi wa Moses. Wasiasa waliokuwa wakijaribu kuingilia biashara zake walijaribu kutumia habari hii kumdhalilisha. Moses alijua lazima awe makini. Amina alihisi hofu. Lakini Moses alihakikisha kila hatua ilichukuliwa kwa upendo na busara. Alijua kuwa mtoto huyu alikuwa ishara ya matumaini na hakuna mtu atakayebadilisha hilo. Walipambana na changamoto kwa pamoja na kila giza la maisha lilionekana kuwa kidogo mbele ya mshikamano wao. Siku moja, wakati wa asubuhi, Amina alichukua mtoto mchanga mikononi mwake na kumtambulisha Moses. Baba, tazama amekuja. Moses alishika mkono wa mtoto, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Hali ya furaha iliyojaa katika nyumba ya kifahari ilikuwa ya kushangaza. Walijua kuwa changamoto zote walizopitia hazikuwa bure. Mapenzi, huruma na mshikamano walioonyesha yameunda mfamilia yenye nguvu zaidi kuliko yote. Kila neno, kila tabasamu, kila machozi yalikuwa ushahidi wa kweli wa maisha yaliyopatikana kwa upendo na uvumilivu. Mwaka mmoja baadaye, Moses na Amina walipokuwa wakikumbuka kila hatua ya changamoto na mshikamano, walijua maisha yao hayakuwa sawa tena. Mtoto aliyejulikana kwa jina la Baraka alikuwa ishara ya matumaini na mshikamano wa kweli. Moses alijua kuwa siri hiyo iliyokuwa chanzo cha mshangao mkubwa, sasa ilikuwa chanzo cha furaha isiyo na kifani. Wakiwa wote pamoja, walifurahia kila siku, kila tukio na kila changamoto iliyopita. Hali ya maisha yao ilijaa furaha, upendo na mshikamano usioweza kuvunjika. Hii ilikuwa hadithi ya kweli ya mshikamano, siri na upendo, ikionyesha kwamba hata giza kubwa zaidi linaweza kuwa mwanga wa matumaini yasiyo na kipimo.